Ni kuhusu elimu, miundombinu ya elimu katika, hususan ni mkoa wa Dar es Salaam, lakini katika jimbo langu la Segerea. Mheshimiwa Spika, uh, jimbo letu uh, mkoa wa Dar es Salaam tulikuwa tunaomba kwa niya, mimi naomba kwa niaba ya wananchi wa Segerea, watoto wengi ambao wanafaulu, unakuta mtoto amefaulu anakaa kata ya Ilala, lakini yule mtoto anapelekwa kwenda kusoma Msongola. Eh, Msongola ni mbali Mheshimiwa Spika, na hakuna mzazi ambaye anaweza kumlipia mtoto wake kila siku nauli ya kutoka Ilala kwenda Msongola. Kwanza mazingira yenyewe ni, ni, ni, ni mazingira ni magumu na ukiangalia kwa watoto wetu, watoto wa kike ambalo linaenda huko kwenye hiyo shule, kwa hiyo mtoto inabidi atumie pikipiki. Pikipiki kutoka kituo ambacho anatoka kwenda kwenye shule ni shilingi elfu kumi Mheshimiwa Spika, elfu kumi ina maana elfu ishirini kwa siku. Hakuna mzazi ambaye anaweza kutoa elfu ishirini aweze kumlipia mtoto wake kila siku. Lakini lingine, watoto wetu wa Dar es Salaam wanafeli kwa sababu hiyo, kwa sababu kuna watoto wengine tuligundua, tulipoka taarifa ilivyokuja kwamba mkoa wa Dar es Salaam umekuwa wa mwisho na wilaya ya Ilala ndio imekuwa ya mwisho kielimu. Watoto wengine wameamua kupanga vyumba, wamepanga vyumba huko kwenye karibu na shule. Unakuta mtoto wa kike amepanga chumba, lakini kile chumba ana share na mvulana. Kwa hiyo unaweza ukajua kabisa kwamba hapa hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea. Kwa hiyo nilikuwa ninaomba kupitia wizara hii ambayo ndio ninajua inashughulikia mambo ya elimu, nilikuwa ninaomba watoto waweze kupangiwa sehemu aliyofaulu mtoto. Kama anakaa Ilala amefaulu Ilala, apelekwe shule ya kata ya Ilala.